Naam, karibuni wapenzi watazamaji wetu wa Yegowasu TV, sauti ya jamii. Studioni hapa tuko na wageni ambao nitakwenda kuwatambulisha kwenu na kujua ni akina nani na kwa nini wako hapa. Kianza na mkono wangu wa kushoto, niko na mzee anaitwa Nabi Zota. Mzee karibu. Asante sana. Tunapoanza mazungumzo yetu, ningependa utueleze wewe ni nani na nafasi yako katika chama lakini kama itakupendeza pia unaweza kutambia sera za chama cha Chauma ni zipi? Iko kwa majina yanaitwa Nabi Zota Paulo, mwenyekiti wa wazee Chauma kwa mara hmm. Asante unaonaje mchakato wa uchaguzi ikiwa tumesaliwa na takribani siku nne kuelekea tarehe ishirini na tisa Unabukwenda, unabukwenda wakati waza, waza kampeni mzuri, kama chama, tumejipanga vizuri. Asante sana, nitarudi kwako sasa. Nijielekeze kwa mgeni wetu wa pili ambaye atakwenda kujitambulisha, najua tumekuwa tumesikia huko mtaani lakini katika kampeni jina Angela Derik Lima. Sasa Angela Derik Lima ni nani mama? Karibu. Sante, asante mimi Angela Deli Kilima, ndio mimi hapa leo niko studio yenu. ni nimekuwa nimezaliwa Musoma, nimekulia Musoma, nimeolewa Musoma, ndi mume wangu alikuwa naitwa Deri Kilima. Mimi mwenyewe ni mzaliwa wa Msoma, baba yangu anaitwa mzee Mundeba, ni mzaliwa halisi wa Msoma mjini, na kama umesikia jina almaarufu Angela Deri Kilima limekuwa ni jina la muda mrefu likiwa Msoma, kwa sababu kwa kwa muda mrefu nimekuwa kiongozi. Nilipokuwa CHADEMA, chama changu cha kwanza nilikuwa CHADEMA, na nikiwa CHADEMA mwaka elfu mbili na kumi nilipata bahati ya kuwa diwani wa kata ya Kamnyonge na baada ya kuwa diwani wa kata Kamnyonge, lakini pamoja na kwamba nilikuwa diwani, lakini nilikuwa mtumishi mwambini sekondari hapo ikiwa kama kwenye administration ofisi ya mkuu wa shule. Kwa hiyo nimehudumu, nime, nime pale takribani miaka ishirini na mbili, lakini nikiwa pale nikaingia kwenye siasa ndio nikawa diwani wa Kamnyonge. Baadaye nikapata lidhaa kutoka kwa madiwani wenzangu nikawa naibu mea. Oh, asante sana Mama Angela Derki Lima ni, umejaribu kutupitisha kwa kifupi, kwa safari yako ya siasa ambayo ilianza ukiwa chama cha Chadema na sasa ukiwa Chauma. Sasa mama Angela del Kilima, ni nini hasa kilichokusababisha ufike kwenye studio zetu leo? Unahitaji jamii ya, ya wanamusoma kokote kule waliko wajue nini kutoka kwako? Asante. Kwanza kilicho nisukuma mpaka kuja studio ni kwa sababu kwanza redio yenu inasikika sehemu kubwa, obvious ukiangalia watu kuja kwenye mikutano wanakuwa ni watu wachache, lakini nashukuru wananchi wa Msoma wale walioweza kuja kwenye mikutano na kusikia ninawaambia nini, nitawafanyia nini. Wana wa Msoma wameweza kupeleka ujumbe sehemu mbalimbali kwa Msoma mjini, na hata wewe ni shahidi, ukitaka kuangalia sasa hivi Angela anaimbwa na watoto na wazee na vijana, ni kwa sababu wanajua ni nini ninatamka, na nimekuja leo kwenye studio yenu ili muweze kunipelekea ujumbe kwa Watanzania wote walioko ndani ya Musoma na walioko nje ya Musoma, lakini ni wakazi wa ni wazaliwa wa Musoma. Inawezekana wamewahi kuishi Musoma, wananifahamu, lakini hawajui Angela ana nia gani ya dhati, au anagombea nini Musoma mjini. Asante sana, ndugu wapenzi wa watazamaji wetu wa Yegowasu TV, sauti ya jamii niko studioni hapa na mgombea kiti cha ubunge kwa tiketi ya chama cha Chauma. Tuko na mazungumzo naye hapa, ameanza kwa kujitambulisha na kueleza hasa nia yake kwa nini ameamua sasa. Mama Angela, unaweza ukatuambia na wananchi wa jimbo la Musoma wakajua kwamba ni nini hasa kilichokusukuma wewe kuania kiti hiki cha uwakilishi jimbo la Musoma. Kwanza kabisa, mimi ninaamini mwanamke anaweza, ni jambo la kwanza kabisa. Mwaka elfu mbili na kumi, wakati nagombea udiwani, nilikuwa na challenge nyingi kwenye kata yangu. Nilikuwa naona kuna vitu viendi kama ninavyotegemea kwa viongozi watakao kuwepo, na nikawiwa kugombea udiwani nikiwa mwanamke wa kwanza diwani wa chama cha upinzani na ukiangalia, walikuwa wanasema mkoa wa Mara una mfumo dume, lakini ule mfumo dume ulionekana umefifia baada ya mimi kupata udiwani. Lakini pia ninaamini sana kwenye kuchaguliwa, kwa sababu kuna vitu vingi vinaviona kabisa haviendi sambamba. Huwezi ukaniambia wakati mimi nikiwa diwani na nikiwa naibu meya tuliweza kuondoa michango yote mashuleni, tuliweza ku, ku, kusitisha zile vikundi vya watoto wale wahalifu, tukawatengenezea mazingira, wale watoto wakarudi kwenye mifumo mizuri na vile vikundi vya uhalifu vyote vilipotea. Kama tuliweza kutengeneza madarasa mazuri, tukaweza kutengeneza maabara kwenye mashule, tuliweza kufuta michango hiyo. Lakini sasa hivi ninavyogombea ubunge wa jimbo la Musoma mjini Huwezi ukaniambia leo unakwenda unakwenda kata ya, ya Kwangwa unakuta hakuna, kuna baadhi hakuna umeme hakuna maji. Unakwenda kata ya Mkubu, nani, Makoko, hakuna maji hakuna umeme na tuna viongozi. Kuna vitu, kuna changamoto nyingi. Watu wanakwenda mahospitalini hawapati madawa, lakini viongozi wapo wanakwenda mashuleni watoto, anaambiwa aende na hela ya elimu, aende na hela ya mlinzi, aende na hela ya maji, wakati wa madawati hakuna, aende na pesa ya ujenzi, wakati wa sisi viongozi hakuna. Kuna changamoto nyingi sana ambazo zipo Msoma mjini. Ukiangalia, mimi ni mzaliwa wa Msoma mjini, hizo changamoto nimeziishi, ninazifahamu vizuri, na ndizo zimenisukuma hasa kugombea ubunge wa jimbo la Msoma mjini ili niweze kushirikiana na wananchi kuleta maendeleo Msoma Mjini. Asante sana katika maelezo yako Mheshimiwa Mbunge, ikiwa utapata ridhaa tarehe 29 ya mwezi wa kumi, umegusa swala zima la afya. Ukiwa mea kuna mambo ulifanya ukiwa mbunge, utafanya nini kuhusiana na afya kwenye jimbo la Msoma? Kwanza kwanza, kiongozi yoyote ni mwajibikaji. Kiongozi usipokuwa mwajibikaji, mfuatiliaji na mwadilifu, tutegemee hakuna maendeleo. Mimi kwanza nitakuwa mwajibikaji, nitakuwa mfuatiliaji, nitakuwa mwadilifu. Nikiwa mwadilifu na mwajibikaji na mfuatiliaji, nitahakikisha kuna- vinapatikana vitendea kazi vyote hospitalini. Sitakuwa mbunge wa kukaa bungeni na kurudi nyumbani, nitakuwa mbunge mfatiliaji. Kwa nini jimboni kwangu watu wanalalamika wanakosa madawa hospitalini, na mimi mbunge nipo? Nitafatilia, nitahakikisha dawa zinapatikana. Kwa nini kunakuwa na changamoto ya kitu fulani, nitahakikisha nakifatilia na kinapatikana. Umezungumzia vizuri suala zima la afya, lakini kuna changamoto ambayo nimeisikia, kina mama wajawazito daiwa kuleta baadhi ya vifaa kwa ajili ya kuwasaidia wakati wa kujifungua. Ukiwa mbunge wana, kina mama wa jimbo la Musoma wategemee nini kutoka kwako? Wakina mama wanaokwenda kujifungua na wakina mama wa jimbo la Musoma mjini, kuhusu swala la uzazi wa mama, niende na mpaka na swala la watoto wa sera ya serikali inasema watoto chini ya miaka mitano wanatibiwa bure, lakini mtoto anaweza akaumwa, mimi nimeiona, anakwenda hospitalini anafika pale anakosa hata panado mtoto ya kupewa dawa ya mtoto chini ya miaka mitano anaambiwa nenda kanunue. Kwa nini hiyo changamoto? Mimi naamini, ninaamini kabisa vinawezekana. Kama watanichagua wananchi wa Msoma mjini, wategemee mabadiliko makubwa sana kwa sababu kwanza watakuwa wamechagua kiongozi bora, kiongozi mfuatiliaji, kiongozi mtendaji, kiongozi mwadilifu. Asante sana, baada ya kuwa umetupitisha kwa ufupi kuhusiana na suala zima la afya, sasa tuelekee kwenye suala zima la uchumi. Uchumi wa jimbo la Musoma naweza kusema umedorora sana, sijui kama utakubaliana na mimi. Nakubaliana. Sasa ikiwa utapata ridhaa kama mbunge unakusudia kufanya nini kuhusiana na uchumi wa jimbo la Musoma ili uweze kuwakwamua wananchi hao? Kwanza Musoma, labda nielezee tu Musoma. Musoma, Musoma, ukija Musoma ni kama kisiwa hivi, ni kama kimejitenga. Mtu anapokuja Musoma, hakuna sehemu ya matoleo kwamba anakwenda labda sehemu fulani kufanya utalii, anakwenda sehemu fulani labda kuna kitu cha kumvutia. Hapana, sisi uchumi wetu unajengwa, ulijengwa kwenye viwanda ambavyo vyote vimekufa, umejengwa sana kwenye kwenye ziwa. Tuna ziwa, linapaswa kutunufaisha sisi na moja kwa moja, linapaswa kutunufaisha kwa njia moja au nyingine, kwa sababu tukiweza kuwekeza vizuri kwenye ziwa letu litaukuza uchumi wa Watanzania walioko Musoma mjini litawainua kwa sababu hata ukiangalia sasa hivi wamama wengi wanauza dagaa, wamama wamama wengi wengi wanauza fulu, wamama wengi wanauza samaki. Ni kwa sababu uchumi wanautoa wapi? Ziwani. Hatuna viwanda, kwa hiyo wamama wale wanalisha familia zao kwa kubeba mabeseni ya dagaa na ya kitu kingine ambacho mimi nakiona kinachokwenda kuwaumiza wananchi walioko pembezoni mwa ziwa na ambao wanafanya uchumi huo tutahakikisha tunatengeneza nikiwa mbunge tunatengeneza zile tozo na ushuru ambazo zitakuwa rafiki kwa wafanyabiashara. shauri nini, serikali, pamoja na jitihada zako kuhakikisha mabinti zetu hawa wanafikia ndoto zao kwa kupata elimu iliyo bora bila kukatishwa chochote hapa njiani? <coughs> Kwanza nashukuru, umenikumbusha swala la elimu kuhusu wasichana mimi nilikuwa mtumishi mwombeni na nilikuwa pale matroni wa watoto wa kike. Changamoto za watoto wa kike ni nyingi, na watoto wa kike wanahitaji malezi ya karibu sana ili tulee taifa zuri. Kwa hawa watoto wa kike tutatengeneza, tutahakikisha natengeneza mkakati ulio bora hawa watoto wa kike, ikiwezekana watoto wote wa kike wanaosoma shule za dei wakae hosteli wakae hosteli kwenye uangalizi mzuri, tukijenga mabweni. Hao watoto wa kike, kwa mfano form 1, form 2, form 3. Mtoto anaanzia form 3 au form 2, ukamweka bweni, utakuwa umemjengea elimu nzuri, hatapata vishawishi. Lakini unaweza ukakuta mtoto anatoka shule shule shule zetu za kata tunaziita, anatoka kufika nyumbani, anafika saa kumi na mbili, saa moja, au ametoeka ame kabisa. Kwa mfano mimi wakati nikiwa diwani tunajenga shule, tulijenga shule ya Kamyonge. Nili tulipewa tulikuwa tunagawiwa kila kata kujenga shule. Hizi shule zilikuwa tunaziita za wakati mheshimiwa marehemu Maremu, mheshimiwa Lowassa ameanzisha hizi shule za kata. Kwa hiyo tulikuwa tunachangia hizo shule. Mimi nimekuta ni ile shule imeshajengwa ina madarasa matatu. Lakini madarasa yale yalikuwa yako kwenye kiwango kizuri. Kwa hiyo nilisimamia ujenzi wa madarasa yakawa mazuri, madarasa standard. Tukapata na ufadhili wa kujenga mabweni nanii, vyumba vya madarasa kwa ajili ya maabara, tukajenga. Kwa hiyo tulivyomaliza pale, tukaanza kujenga vyoo, tukahakikisha kunakuwa na vyoo, kuna kuna vyoo. Kukawa na changamoto ya vijana wale wanajiita mbio za vijiti, mdomo wa furu, sijui nini. Wale vile wakawa wanasumbua sana mjini. Kuna watoto ambao walikuwa ni watoto wa kike wanateseka kwa sababu ya wale mbio za za vijiti kumetokea hadi maafa. Unakuta mtoto amebakwa, ametupwa hapo, amekufa, kwa sababu mazingira ya zile shule yalikuwa kwanza hayana fence, yalikuwa yako wazi. Mtoto anatoka mbali kuifata elimu, anatoka Kamnyonge kwenda Kamnyonge sekondari, ni takribani kilomita labda saba au nane, anatembea kuifata nini elimu. Lakini yule mtoto akiingia kukawa na hostel na ikawa kwenye mazingira mazuri Nafikiri wale watoto wa kike watasoma vizuri. Hilo naweza nikalia ili kabisa, nitalisimamia kuhakikisha. Na kiu yangu kubwa watoto wa kike wa, waende mbali. Tukiji tukijielekeza hapo hapo katika suala zima la elimu, elimu yetu ya Tanzania inamsaidia kijana ama mwanafunzi apate cheti cheti kimuongoze kupata kazi, hapati elimu ambayo itamsaidia baada ya kuhitimu mafunzo yake ama elimu yake aweze kujitegemea. Ukiwa mbunge utaishauri serikali ifanye nini katika swala zima la elimu, ili tusiwaandae vijana kupata cheti ili tuandae vijana kupata maarifa, maarifa yatakayowasaidia kupambana na mazingira yanawazunguka. Ukiangalia sasa hivi, mimi ni shukuru serikali sija, kuna kuna kitu nimekiona ambacho kimeanzishwa huu mtaala wa wa wa wa biashara unaanza fomu one ambavyo sasa hivi na nashukuru, na kwamba watoto wakifundishwa mitaala ya ya biashara, ina maana tunategemea tunatengeneza wajasiriamali wafanya biashara wakubwa. Ukiwa mbunge una plani kufanya chochote kuhusiana na timu yetu hii ya biashara, ikiwa ni pamoja kama ulivyosema kwamba kuinua vituo mbalimbali mbali vya kuvumbua vipaji vya watoto ili waweze kujiendeleza. Habari gani kuhusiana na timu hii ya biashara? Nini utafanya ili timu hii iweze kurejea ligi kuu na hatimaye watu wa Msoma wakafurahie, ikiwa ni pamoja na kusisimua uchumi wa jimbo hili la mji wa Msoma. Mm, asante. Kiu yangu kubwa yani, kwanza wakati ile timu ikiwepo, timu ikiwepo Musoma, mlikuwa mnaona, nyinyi ni mashahidi, mlikuwa mnaona Msoma inavyochangamka. Tuliona Yanga tuliona Simba wanakuja kucheza hapa kwenye maligi tofauti tofauti, si ndio? Lakini sasa ile timu imekuwa yani, wale waliokuwa wanaendesha ile timu wapo, na ni, ni kiu yangu kubwa kabisa kuirudisha ile timu ikaanza upya, ikaanza upya kwa mikakati ya kushirikiana na wale waliokuwa wanaiongoza ile timu awali. Huwezi ukawakwepa, kwa sababu unapoingia ofisini unapopishana na mtu kwenye ofisi ni vizuri ukamshirikisha uka kwamba bwana, hapo ulikuwa unapangaje hivi hivi na hivi. Lakini ukiingia ofisini kwa mababu ubavu na ubabe, ina maana yule hata kupa, hata kupa knowledge nyingine kwenye hiyo ofisi. zikiwa zimebaki siku nne <coughs> wananchi wakapiga kura, una nini cha kuambia wananchi hawa? wa jimbo la Musoma karibu. Mimi ni, ni seme, zimebaki takriban siku nne, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu japokuwa kumeonekana kuna kuna sitofahamu kwenye mambo ya chaguzi, najua ni harakati za za kiuchaguzi zinavyoendelea, lakini mimi binafsi ninamshukuru Mwenyezi Mungu kunifikisha mpaka leo hapa na naamini watu wa Msoma wananifahamu niwaombe tu ridhaa yao kubwa, wanichague tarehe ishirini na tisa. Uchaguzi wetu uwe wa amani ukisimamiwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila mtu anamtegemea Mungu kwa kila jambo. Uchaguzi wetu uishe salama, lakini niwaombe sana waniamini kama walivyoniamini watu wa Kamnyonge na watu wa Msoma mjini, kwa sababu wananifahamu wanafahamu utendaji wangu wa kazi ni waombe tu wanipigie kura tarehe ishirini na tisa waangalie tu Angela pale, ni namba nne. Nina ninagombea kwa tiketi ya chama cha ukombozi wa umma cha umma, wanipigie kura tarehe ishirini na tisa na wajenge matumaini makubwa, kwa sababu watu wengi wana matumaini na mimi, wana imani na mimi, naamini watanichagua. Ndugu mtazamaji, umesikia mwania kiti cha ubunge jimbo la Msoma akikuomba kura kwamba yuko tayari kufanya yale yote ambayo yako ndani ya uwezo, ikiwa ni pamoja na kuishauri serikali vizuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unapata maendeleo.